Serikali kupitia NHIF imeweka mpango huu ili kutoa unafuu mkubwa katika upatikanaji wa huduma za matibabu kwa kundi la wanafunzi, na sisi ni mashahidi kwa wanafunzi wetu wengi wanaonufaika na huduma hizi. Hivyo kuwepo kwa bima ya afya ni msaada mkubwa kwao na kuwa na uhakika wa huduma za matibabu. Pamoja na nia njema ya serikali kuanzisha fao hili kwa kundi hili bado mwitikio haujawa mzuri sana, kwa sababu mbalimbali, ikiwemo moja ya sababu hizo ni uelewa kwa kundi husika, usimamizi pia, ambao pengine haurilishi kutoka NHIF na uongozi wa vyuo ambao yeye mko mbele yako. Kwa hiyo, endapo elimu, uelewa wa pamoja utakuwepo baina ya NHIF wakisimamia vizuri mpango huu na nyinyi wakuu wa vyuo mkisimamia na mkawa ni timu moja wenye lengo moja, bila shaka mpango huu utafanikiwa. Kwa hivyo, katika kulitatua hili, serikali imekuwa ikitoa maelekezo ya ulazima kwa kundi la wanafunzi kujiunga na bima afya, lakini bado hatujafikia malengo yale ambayo yatakusudiwa katika makubaliano haya. Kila mwanafunzi anachangia kiasi cha shilingi elfu hamsini mia nne kwa mwaka, kwa kipindi cha mwaka mmoja, na kwa kuzingatia dirisha la usajili kwa kipindi husika, na kila mwaka wa fedha au mwaka wa masomo, basi anachangia kiasi hicho hicho ambacho nimekitaja. Bima hii inaweza kutumika akiwa shuleni au chuoni, na anapokuwa likizo au yuko katika mafunzo ya vitendo. Kwa wenye namba za NIDA na au national identification number, au vitambulisho vya NIDA hawa huwa tunaunganisha moja kwa moja mifumo, hawana haja kutengenezewa kadi zao, wanatumia namba zao za NIDA. Kwa wale ambao hawana hizo hizo namba wana vitambulisho, tunawatengenezea kadi kama wanachama wengine ambao hawana kadi. Hii inafuatana na agizo la Mheshimiwa Rais, alisema kwamba tupunguze watu kubeba vitambulisho, mifumo iweze kuwasiliana na kuongea. Kwa ukishapata NIDA, kila kitu kinawezekana. Namba yako inakusaidia, hata ukiwa sehemu yoyote ukitaja namba yako unapata huduma na utaunganishwa na mifumo ambayo itakuwezesha kupata huduma. Una haja kubeba kadi. Mimi kama mlezi pale chuoni tumekumbana na kero mbalimbali. Kwa mfano, mwanafunzi ameugua, shule imefungwa, dirisha limeshamfungia lakini, bima ya ni active, haijaisha, lakini ukiangalia bima ya mwanafunzi ni active haijaisha, lakini system imeshamfungia sasa. Unajiuliza, what is all this for? Alipewa hii bima ya nini? Ukienda nchi nyingine, sisi tuliko soma na kuelewa, bima yako inaisha ile siku hiyo, register ile siku hiyo, lipia ndio tarehe hiyo hiyo bima yako ina expire. Tunaweka mifumo, lakini mifumo yenyewe ni ya kuiga. Unaona, tunaitumia hiyo hiyo kuumiza, yani kuumizana sisi, sisi kwa sisi. Kwa sababu yule mwanafunzi tunaenda naye wapi sasa? Bima ni active? Lakini dirisha limeshafunga. Au anakibiwa hatua moja mbili tatu, unaambiwa amesha overseed. Kwa hiyo imeshakuwa blocked. Sasa unaenda mwanafunzi ni mgonjwa. Pengine amefanyiwa operation, utambeba umpeleke watu wa sasa. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo tunasema, tunaambiwa, tunafanya lakini havina ukweli. Kama nilivyosema, sistemu zetu sehemu kubwa azina ukweli. Ukweli ukijitokeza kidogo, basi uongo umeshaingia. Kwa hiyo hii inaumiza jamii. Shida tunayoiona kwa kweli, mwitikio ni hafifu. Vijana ni wachache sana wanaojiunga na mfuko huu, pengine kutokana na kutoamini e, kama wanaweza wakapata huduma hiyo na kumekuwa kunajitokeza usumbufu toa kwenye vituo hivi vya bima ya afya kwa maana wana hawapokelewi vile inavyopaswa iwe. Kwa hiyo kwa maelezo ambayo tumeyapata lakini pia kwa namna ambavyo bima e, ya afya wamejipanga, ni kuondoa hii kadhia ambayo vijana e, wetu wanaweza wakaipata siku za kwa, tuna wajibu sasa kuenda kuwashauri wanafunzi lakini pia kupitia bima ya afya kuwanasihi vijana kufanya hivyo. Sasa, eh, moto, kwa kuwa sasa changamoto zilizokuwa zikijitokeza kipindi cha nyuma zimeondolewa.